na kila kiongozi kuanzia kwa muhusika Muawiya bin Abi Sufyani radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini kabla hatujamwanza yeye kwa mbali, uongozi wake ulikuwaje, tutazungumzia kwanza katika ile miji ambayo walitawala kwa kipindi hicho, alafu ndio baadaye tutakuja kuelezea mmoja baada ya mwingine, ili tujue kwamba hawa watu walitawala wapi wapi wapi wapi, na kwa sasa hiyo miji inaitwaje? Maana tunaweza kuwa tunajua tu kwamba Bukhara, Bukhara sasa hivi inaitwaje? Sio kila mtu anajua mji wa Bukhara wa zama hizo sasa hivi unaitwa mji gani, na miji mingine ambayo sasa hivi zimesimama kama nchi, tulisema Sham tukazungumzia kwamba Shamu ilikuwa imebeba sehemu kubwa sana aa, ya utawala wa aa, umawia yani. Shamu ilikuwa imebeba sehemu kubwa sana ya umawia, lakini sio shamu tu peke yake, bali watu walichukua sehemu kubwa sana ya ulimwengu yani kuitawala, hawa daulatul umawia kila kizazi ambacho kilikuwa kinatawala kilikuwa kinafungua uh, mji wake kinafungua mji mwingine, kwa hiyo ikatawala sehemu kubwa sana uh, ya dunia dawlatul Umawiya. Kwa hiyo katika mwaka huu wa mia sita na sitini na moja, ambapo ndio alitawala Muawiya bin abi Sufiani baada ya kufariki kwa Ali bin abi Talib bin radhi Allahu taala Anu. Kwa hiyo Shamu, Shamu kama Shamu ilikuwa imebeba miji kadhaa ama imebeba nchi kadhaa, kwa sasa kipindi hicho, wakati inaitwa Shamu. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu kubwa sana, lau mpaka sasa hivi ingekuwa ni sehemu moja, maana yake ingekuwa ni nchi nyingine kubwa sana, yaani ingekuwa ni nchi kubwa sana lakini kwa sababu uh, ikaja ikagawanywa, ndio ikawa ni nchi ambazo zinajisimamia kwa mfano Sham kitovu chake hasa kwa sasa tunaweza tukasema ni Syria, Damascus. Hii ni sehemu ambayo walikuwa ndio kitovu cha Sham. Hapo ndio kitovu ambacho kilianzia hapo na kuzinduliwa rasmi Daulatul Umawiya. Kwa hiyo Syria ambayo ni Damascus mji wao mkuu, pale ndipo palipokuwa na kitovu hicho. Lakini pia shamu ilikuwa imekusa, imekusanya sehemu za Lebanon. Hii ilikuwa ni sehemu ya shamu pia. Jordan ilikuwa ni sehemu ya Sham Palestina ilikuwa ni sehemu ya Sham lakini Israel kusini mwa Uturuki zote hizi ilikuwa ni sehemu za za Sham. Kwa hiyo hawa mabwana walitawala sana hizo sehemu lakini baadaye ndio ikawa sasa ni nchi kama nchi ambazo zinajitegemea huwezi kuingia sasa hivi bila passport huwezi kuingia sasa hivi bila visa lakini kipindi hicho ilikuwa ni mji mmoja tu natambulika kama Sham. Lakini sio hivyo tu, Afrika kaskazini yote ilikuwa tayari pia wameitawala wame afrika uh, Afrika kaskazini ilikuwa ni sehemu ambazo wamezitawala. Si hiyo tu Hispania, Andalus huyo pia walikuwa wametawala. Irani, Persia wanaita wenyewe, ambayo ni Irani ya sasa, huko kote walikuwa wametawala sehemu kubwa ya Asia ya kati na hii pia walitawala Hispania kipindi hicho, ndio wakati ilikuwa inaitwa Andalus. Hii Hispania imekuja baada ya haya mambo kubadilika badilika, lakini ilikuwa inaitwa Andalus. Lakini sio hivyo tu uh, iliingizwa pia hii nchi yani, iliingizwa hii hispania uh, katika utawala huo wa uh, Umawia mwaka wa mia saba na kumi na moja kupitia kiongozi wao alikuwa anaitwa Tariq ibn Ziyad. Huyu ndiye ambaye aliitawala hiyo sehemu na kuiteka, yani akaichukua yote ikawa katika chini ya Umawia katika mji mkuu wao ambao ulikuwa unaitwa Qurtuba, kama ambapo tunajua mwanawachuoni mkubwa sana mufasir alikuwa anaitwa Imam al-Qurtubi. Kuna tafsiri yake imeenea duniani. Kwa hiyo huyu amenasibishwa na mji wake ambapo alitoka, ndio maana tunamuita al-Imam al-Qurtubi. Lakini ana jina lake, ili Qurtubi ni uh, limepewa tu nasaba ya mji wake, kama vile ambavyo tunamuita Bukhari, wakati sio jina lake halisi, amenasibishwa na uh, sehemu ambayo alitoka. Lakini pia katika sehemu ambazo wali alizichukua huyu Tariq ibn Ziyad, ni sehemu za Sevilla Sevilla tunajua ni timu ya mpira pale Hispania lakini ni mji wa watu huo. Granada au Granada pia nayo ni timu ya Hispania pale lakini ilikuwa ni mji huo wa watu ambao walikuwa wanaishi. Lakini wakati huo pia Irani wakati ilikuwa inaitwa uh, inaitwa Fas ndio wao mkuu ilikuwa inaitwa Fas, ha, ilikuwa sehemu ya Uajemi pia ambao hawakuwa Waarabu hawa lakini ilitawaliwa baada ya dola ya Sasanidi upinduliwa hasa mji mkuu wao wa uh, Safhani ama Safhan Asfahan. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo nao pia walikuja wakatawala, lakini pia Afrika ya Kaskazini upande wa magharibi, pia kama ambavyo tulisema kule juu uh, wakati ilikuwa inaitwa Magharibi Islami, yani sasa hivi tunasema Afrika ya Kaskazini magharibi, lakini kipindi hicho ilikuwa inaitwa Ha, ilikuwa inaitwa maghribi au al maghribi lislamii ilikuwa inaitwa hivyo ikijumuisha Tunisia katika mji wake mkuu ambao unaitwa Qirwan, Qirwan yani, hii katika mji wao mkuu ambao pia ulikuwa chini ya mamlaka ya Umawiya, lakini pia Morocco katika mji wao mkuu ulikuwa unaitwa Fez. Libya katika mji mkuu ulioko ukuinwa uku ukiitwa Tripoli. Hii yote ni sehemu ambayo walikuwa wameitawala daulatu al umawia. Kwa kwa hiyo baadaye tutakuja kutaja huyo alitawala kwa muda gani na alifanya nini na nini, lakini bara la Asia Asia ya Kati sehemu kama vile Bukhara, kama ambavyo tumesema, ni sehemu ambazo pia walitawala dola tul umawiya, hasa sehemu za Khurasani. Sehemu za Khurasani ni sehemu ambayo uh, ililetwa yani iliyekwa elimu hasa ya kijeshi, kuwafundisha uh, wanajeshi ili kuweza kujilinda mipakani na ndani ya mji wao. Uh, kwa sasa Bukhara inatambulika kama nchi ambayo imekusanya nchi kadhaa upande huo ambao utakuta kuna nchi yenyewe kama Bukhara inaitwa Uzbekistani, Turkmenistani na eh, Tajikistan. Hizi zote ni sehemu ambazo zilikuwa ni katika mji mmoja tu lakini baadaye ndio ikaje ikagawanywa. Kwa hiyo kwanza leo tumejaribu tu kujua hizi sehemu ambazo walitawala ikiwemo kama tulivyozungumzia sehemu za za Sham ikiwemo Syria huko Lebanon, Jordan, Palestina, Israel na kusini mwa Uturuki, alafu tukaja Afrika ya Kaskazini, lakini tukaja bara la Asia na sehemu zingine zote hizo walikuwa wametawala. Kesho inshallah tutakuja kumuelezea vizuri uh, muasisi wa Daulatul Umawiya yeye alitawala kwa kitu gani ambacho alikipa kipao mbele. Baada ya hapo tutamdadavua mmoja baada ya mwingine. subhanaka allahuma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wajazakum jazakumullahu khaira.